Wa Siaya Kaunti wananchi wamelia sana ya kwamba niende nikue seneta kwa sababu hata sasa hiyo buru amepotea yuko. So Speaker, kuna vitu tukisema hapa kwa hii floor tukweni serious, Mr. Speaker, tukiongelea about hii mambo ya nini, mambo ya fertilizer, Mr. Speaker. Juzi hapa wananchi walilia venye walipe, walipewa fertilizer fake zingine wamechanga wamechanganya na mawe zingine wamechanganya na mavi ya kondoo

Asante sana. mimi naitwa Oria Tibim na Mr. Speaker tukianza kuongelea vitu yenye Ruto amefanya, mimi hata sioni kitu Ruto amefanya Mr. Speaker. Hakuna hata kidogo. Kwanza nataka kusema hivi vitu yenye Ruto amepromise ni mingi kuliko yenye amefanya, yenye amefanya ni fake. Alikuwa ki-launch nini projects, uh, former president Uhuru Kenyatta alikuwa na a lot. Wewe niambie barabara gani Ruto amelaunch? Barabara yenye yeye mwenyewe ame, amenini ameleta hiyo project hakuna. Ben, Ruto anatupromisia vitu hakuna. Ruto hakuna kitu meachieve. Mi nakwambia watu wako hapo watakuja wakudangane, mi nani kusema ukweli, Ruto akuna kitu meachieve na sisi tunasema hivi, 2027 malaika anakuja, 2027 Mungu anakuja, Mungu baado hajazaliwa, atanguka, ataanguka na Ruta ataenda nyumbani, sio Kashagwa. Mi sijui mambo ya Kashagwa. Mi nasema hivi, Ruta ataenda nyumbani. Siwezi toa Ruto niweke Kashagwa. Mimi sio full mimi sio mjenga Kashagwa, tusaidie tu kutoa Ruto lakini hao ni watoto wangu. <laughs> So Mr. Speaker Gachagua, mimi sina shida na wewe lakini, tusaidie kutoa Ruto, lakini utusaidie kama wewe pia uko na interest. Hapana Gachagua, wewe pia tunakujua we ni dictator. So, so tunataka kusema hivi watu wenye wanaweza toa William Samoei Ruto bado wamenyamaza kwa store. Mandume wenye wanaweza toa William Samoei Ruto wakitoka, sahii amutamini. Tuko na mandume, tuko na John natembea. Kule Western, wale wajenga tu ndio wamtaki, lakini wale warevu. wale warevu wanajua ni nini wanataka. John natembea ni ndume na anaweza toa Ruto. Amekuwa kwa ofisi na tunaona kazi zake Western. So mimi nataka kuambia wa Kenya hakuna kitu Ruto amechifu, ametuletea sha, sha ifanyi watu wa Uganda ni wanasema sha inafanya, lakini wa Kenya sisi hakuna sha. Sisi hatuoni kitu sha inafanya. Alituambia analeta mashini ya kutengeneza chapo 1000. Umeona hiyo mashini? Hatujaona. So Ruto, vitu zenye Ruto ana promise, ana promise vitu hawezi fanya. Last time tuliona mavijana walienda state house na sijui wajinga, munaenda state house na mutaki Ruto Mulieza kufanya nini huyu, akukua mimi alikuwa yeah, yeah. AI. Yeah. So mimi naambia Ruto wacha kupeleka wavidana state house na unapea vitu fake pesa hii. Kuna wengine wanalia hizo mapikipiki wananyanganywa kwa sababu polisi anakuliza logbook iko wapi, we una logbook. sisi tunaambia William Samoi Ruto hatuta kusupport blindly. Usisupport William Samoi Ruto. Ruto ni bilionea wewe kwenu wewe ndio unalidi na mambo ya umaskini, wakikuona wamaona umaskini. Kuna wengine Mungu, Mungu akukuwa mjinga. Mr Speaker, Mungu akukuwa mjinga. Mungu alijua tu vizuri, akiambia mzazi yako eti huyu ndio mtu unaenda kuzaa. Wengi wangeuliwa wange kwa tumbo, wengi wangeuliwa kwa tumbo sana, wengi wangekuwa boted kwa sababu huwezi kuwa una support Ruto na watu wanaumia bwana, watu wanalala njaa. Saa hii ona vini wananiangalia hapa, wana support Ruto na wakonjaa. Ruto, kuna watu wako hapa Jakaranda wakonjaa, kuja uokole ukiona hata, hata naweza support Ruto hata hapa inataka kupasuka na kuna kitu anapata hapo. Sisi tunasema Ruto ni one term, na 2027 tumejipanga kama wanaume, tunaenda kureelect maviongozi wenye wanafanya kazi tunaenda kureelect maviongozi wenye tunajua wako na viuta na sisi, wenye wana viuta na sisi kama William Samoei Ruto anaenda nyumbani Sugoi, direct Sugoi. Hata hiyo mguu ya gari ikipasuka bado itasimamia tu huko mgoi, Sugoi. Tumechoka na William Samoei Ruto, tunalala na mabibi zetu na tuko tu na wasiwasi, hatuwezi wapea mimba. Spika chaivani, ukimpea mimba atazaa wapi? Munasikia? Mimi saa hii bibi yangu ako na mimba ya twins, lakini niko na wasiwasi sampea. so, mimi ni begu ya twins. So Mr. Speaker, nikimalizia nasema wa Kenya 2027 wanaitwa wamenitaka Siaya Kaunti, na naenda kukua senator wa Siaya akaunti. Mimi familia yetu sio siofelia. Mimi nikienda pale nitachukua hiyo kitu, nitapea mavijana kazi. Hata tuko na goli hapa, hapana kazi. Ndio huyu hapa ana tu ni kijana mdogo.